Mashabiki wameweza kumshambulia Enock Bella ambaye ni msanii wa muziki wa Bongo Flava baada ya kuweza kuachilia track yake ambayo inafahamika kwa jina la Naogopa. Fahamu kwamba Enock Bella katika siku ya hapo juzi aliweza kuomba radhi kwa msanii mwenzake ambaye ni Mbosso ambapo Mbosso yeye aliweza kulalamika kwamba bana Enock Bella aliweza kumzungumzia vibaya katika interview ambayo aliweza kufanya na waandishi wa habari na kwamba licha ya mengi mazuri ambayo alishawahi kumfanyia bana Enock Bella, lakini Enock Bella ameonekana kama vile hana shukurani. Kwa upande wa Enock Bella kuweza kujump in kupitia kurasa yake ya Instagram na kuweza kuomba msamaha kwa mengi mabaya ambayo amekuwa akimzungumzia Mbosso, na sasa hivi ni kwamba Enock Bella ameweza kuachilia track yake ambayo inafahamika kwa jina la Naogopa, ambapo watu wengi sana wameweza kumponda Enock Bella wakiwa nadhani pengine labda e, bana, kuombana msamaha kwa hao watu wawili Mbosso pamoja na Enock Bella, e bana, ni kiki ambayo ilikuwa inatengenezwa kwa ajili ya yeye Enock Bella kuweza kuachilia track yake ambayo inafahamika kwa jina la Naogopa. E bana, kunazo hizi comment ambazo wa wameweza kuporomosha e, kupitia post hii hapa ambayo ni cover ya e, ya wimbo ambao unafahamika kwa jina la Naogopa. Kwenye upande wa ka, e, kwenye upande wa comment bana, kuna hii comment ya huyu mshikaji ambaye anasema kwamba e, bana, Mbosso mjanja sana, plani ya kuweza kumrudisha mnyamwezi mjini kuna huyu mwingine ambaye anasema ila Mboso. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema nakubali janjao, pia respect kwa Mboso. E bana, Yamoto Band, familia moja. Kuna huyu mwingine ambaye anasema unazingua sana. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema uvivu wa kulima. Kuna huyu ambaye anasema kwamba yani Mboso anamrudisha Enock Bella kwa staili nyingine, akiweka emoji fulani hivi za kucheka. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema kwamba ila bongo kwa trends. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema upepo. Wapo watu wengine ambao wanasema kwamba uvivu wa kulima, yani kwa iaua e, wakulima miogo, embu kalime mzee e, yani, uh, ni kama vile umshikaji, hajai kumkubali hata mara moja, Enock Bella. Wapo watu wengi sana ambao wao wanaendelea kumponda, lakini pia wow, na baadhi ya watu wengine ambao wanaendelea kumpongeza, naona hapa kuna emoji fulani hivi za moto moto. E, kuna watu wengine ambao na emoji fulani hivi za kumpigia makofi, kulingana na kuweza kuachilia truck yake ambayo inafahamika kwa jina la Naogopa. E, bana, ni upi mtazamo wako kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote? Yani, ni kama vile wametoka kuombana msamaha siku ya hapo juzi, then baadaye leo ameweza kuachilia track yake ambayo inafahamika kwa jina la Naogopa. E bana, drop comment yako. E, tupe mtazamo wako kutoka kipande chochote ambacho upo right now. E bana, subscribe kwa taarifa kadha kadha. ii nisosaldigito chachao